Atazamaji, tunaendelea na vidokezo vyetu ndani ya maskani, ambapo mwanamume mmoja amefariki baada ya kufukiwa na udongo kwenye timbo la mchanga katika kijiji cha Makairo Mugirango Magharibi kaunti ya Nyamira. Kulingana na uh, wachimbaji migodi katika maeneo ayo ni kwamba walioshuhudia kisa hicho wanadai kwamba mwanamume huyo Eric Omwando aliyekuwa na umri wa miaka 45, alikuwa amewatembelea marafiki waliokuwa wakichimba mchanga na mawe. Omwando alikuwa ameketi kivulini chini ya timbo hilo kabla ya timbo kuporomoka na kumfukia. na pika nyumbani hivi kama dakika mbili tano hivi napigiwa simu. Kuna mwenzetu alikuja mpaka huko nyumbani kaniambia, kuja nikuambie siri. Nikaenda akaniambia pole, kijana yako amefariki, aliangukiwa na mawe. Tulikuwa tunafanya kazi hapa, huyu mwenzetu akatoka katoka huko ng'ambo, akakuja kusalimia rafiki yake hapa, alikuwa anapasua mawe sasa wakati alikuwa na wanaongea naye na ee, sasa ilikuwa chua alienda kwa kifuri ndio, ndio mawe kidogo kutoka chuo ni ilimwangukia. Vile unaona hata vicana wenye wanachimba hapa, vile inaona huko hawashughuliki. Kwa hivyo hata kama hii hatari imefanyika, na serikali nayo pia imechangia. Serikali pia iwe itusaidie kupanua mabarabara, ambao hata wakati wamechimba kwa kuweka hisi kwa lesao, eneo suli, wakati hata wanatoa inakuwa rahisi.